Ken, okay, yeah. uh, yeah. Leo ndo kwanza amendetea mtoto mdogo, nataka ni kuchambua diki chogo, anakuna mdomo na mdomo umepauka. Nina wasiwasi huyu mtoto bangi anavuta, ana bongo la koma kama askuli basi. Nataka nimng'ate mchachu, kana nasi, vipi wanangu, tumle au basi autumchane kama nguo ya mwendo mtungi na mikasi tuna mjadili juu ya seji tumikasa leo mtoto bonge la mtumba minampapasa. tisheti ya kijivu unahisi uvivu, ngoja nikuchane, nisikilize kwa usivu, usitikiche kichwa, una bonge la bichwa lina ticha. Oya mtoto leo nakukalisha, takubali we dada Aisha, lazima utaarisha. Vipi wapo nawakilisha, mbona umeganda? nielekeze basi usinyamazi, leo nataka kuchane au nikukataze Usiwaze, ngoja kumbamize, hizi voko nyingi na chukulie ize. Maze manze umepauka na ujepaka mafta oyavipa, na nywele zifai atakusuka nukta, anabusha kweni. Makini, mi wa Mwanza sishindani na Warusha, wapo wengine sipotezi muda, kama kuna lapa laundi zijajwa atakuja ye. yeah, uh, menipa dakika ni mchane. Yeah, na kuchana ona mwanangu umekuwa kama umenuna, kwani we mama mjane? Cheki umeweka vinywele, we mwanangu vipi? Kwanza umepiga kelele, cha kushangaza hakuna ulichofanya mchizi. Hivi kweli umepewa laana? Cheki mwana umekula yani, iko kishati oh na kuchana pa mwanangu, makupati cheki ulivo oh, umekuja hapa kati, wanakuja tu wanaume ambao wanakula safi yeah, leo umekuja ni kuweke omi sikuachi cheki, na kuweka tu hapa upesi, si wanasikia mashabiki navyotoa flow kama naandika, natumia tabiki, natumia akili mwanangu, sikia, sikiza mistari, alafu kaa tafakali, kaa na akili ujue kwamba hapa tujaji atakuchekesha mwana, kama vipi, nakuletea mkeka ukae, alafu wana mwanangu nakubweteka, maana unaonekana do kama umewekwa Yani sio kijiti. Cheki huyu mwana, mimi namuona vipi, mbona amekuja pakati heti alipi, anasema msanii kwani. Okay so ya msani R Sonic na Sun MC, nimefurahi sana kumuona geto ambassada, makofi kwa geto ambassada. Balozi Goko is in the building. <laughs> Eh, hey, uh, kwageo mimi ambacho nimesikia kutoka kote kote, Yeah. ni kwamba wote wame wame rhyme, wote freestyle, lakini hamna aliyemshambulia kwangu, kwangu, hii game ime yeah. yes. Okay. Mansuri. Yeah, hi at least nimesikia kama mawili matatu kutoka menifaisha kutoka kwa kwa Sun MC. Kutoka kwa Sun MC. Kutoka yeah, kwamcutokawaao kama anavyosema awajafanya sana lakini at least Nimesikia kwa Sun MC. So mikura wangu tenda kwa Sun MC. Oh yeah, oh yeah. Songa. Yeah, bwana eh. Uh, ybwana unajua hii ni ni, ni, ni bato kwao, unavyoenda kila pambano inabidi iwe vitani. Yeah. Yaani usitegemee ukasema kwamba kwa kwao ndo tunaanzaanza. Kwa hiyo mpinzani wangu anaweza kawa amekuja na mawe. Baadaye labda ndo atatoa kisu, baadaye ndo anze kutafuta basole iko wapi, baadaye aje na mabomu. Ah, wewe ukija shambulia kama una nyuklia, hapo hapo bamiza, au sio? Usicheleweshe. Kwa hiyo Sun MC, nadhani kwa sababu ameona hii mwanzo akamua relax kidogo na nini. Sasa next time ukikutana na mpinzani mkali zaidi yako anaweza akakutoa mapema tu kwenye raundi ya kwanza. Yeah, yeah. Lakini sisi tunajua wewe, ni, ni freestyler mkali sana. Uh, but, mzuri tu, umekutana na mtu ambaye ajaweza kurudishia makonde mengi ambayo umemtupia. Lakini raundi inayofuata na kushauri bamiza sana kadri ya uwezo wako, tumia uwezo wako mpaka mwisho. Lakini raundi hii nakupa, umechukua mdogo wangu. Oh yes.